Eh, kuna wakati unaambiwa bwana, ndoa usiitie doa, ukiitia doa ndoa eh, itakulamba, lakini pia alaheli, na hivu hivu, subira laheli na ndio inavutwa hivyo hivyo, naambiwa subira ivuti bangi wala ipigi nyagi eh, mi nasema tu hivi. Ikiwa nimeanza kusalimia mwanafamilia wa 69 Media ni siku nyingine nzuri kabisa, karibu sana kwenye meza ya umbea, na mimi hapa dada yako bwana Sami baby niko na maswala hivi <laughs> Kuna watu wanatangaza ndoa bwana, mchana kweupe. Sasa sijui ni kuiga ama ndio umri nao pia unaruhusu ama pia bajeti zimekubali, baada ya kupiga sho kadhaa za hapa na pale. Najua utakuwa unajiuliza ni nani ungana nami hapa, lakini cha kwanza subscribe, comment, like na kushare. Na hii ni 69 Media TZ, inakuwa ni nambari moja ya station ambayo inakupa umbea wote moto moto na habari ambazo zinatarada hadi mjini. Sasa bwana, mimi uh, nisikuchoshe nisi ama ni nisi naelewa kwa wewe shabiki wa burudani, ama mfuatiliaji wa muziki wa bongo fleva. Lakini pia si kufuatilia muziki wa bongo fleva tu, umekuwa ni mfuatiliaji wa maisha pia ya wasanii, jinsi wanavyoishi ama jinsi wanavyotrendi. Naelewa utakuwa unaelewa kwamba hapa katikati bwana kulikuwa kuna vurugu, mechi za hapa na pale, sherehe zilikuwa nyingi hivi, harusi zilikuwa nyingi, kiasi kwamba watu wakasema hey, mbona mambo? Kiasi kwamba hata wengine kuamua kutoka Tanzania ama kutoka Bongo 255 na kukwea pipa kutafuta majiko yao mazuri hapa. Namzungumzia Juks wakati huo akienda kumuua Priscilla, bwana alipiga hatua ndugu yetu alipiga hatua sana lakini pia mbali na kupiga hatua na kumpata mke wake, Bwana Juksi alifunga kazi. Sidhani kama kuna wasanii ama kuna msanii amewahi kufanya shughuli ama sherehe kama alizozifanya Juksi. Just imagine harusi ngapi zile jamani, we kuweza mpaka watu kaanza kuzungumza hapa na pale, amekopa siu kitu kitu gani sawa, mpaka mkewe kuzungumza, ndoa yao imetumia almost b B1 na kuendelea huko kwa sababu tu ya zile sherehe ama zile shughuli. Sasa baada ya Juksi kutrend na harusi yake ama ndoa zake hizo na sherehe za kumwaga kiasi kwamba mpaka eh, ndugu zetu eh, mastaa wetu wakasema saluti kwako Juksi kutokana na sherehe ambazo walizifanya na kuwafanya Nigeria kufunga safari kutoka kule alikotoka mpaka kuja Tanzania kuweza tu kumaliza ile grand finale pale Superdome Masaki. Sasa Tukakaa bwana, ikaja harusi ya Bwana Chibu ambayo ilikuwa ni kimya kimya, siri sirini, hatukuelewa, japo hatukushuhudia sherehe zikifanyika. Ikapita harusi ya Bwana Nasibu na Bizuhura ama Zochu harusi yao ikapita kwa dizaini hiyo na maneno kibao yakazungumzwa. Sasa e, watu wakaanza maneno, mbona watu wengine atusikii wakitangaza ndoa? Mbona tumwoni Rayvanny naye bwana na mama mtoto wake, eh, Faima nao wakitangaza ndoa? Sababu tunajua watu ambao wamekuwa na mahusiano kwa muda mrefu. Mbona atusikii tena Paula na Mario na wakitangaza ndoa, kitu na hivi na vile na hivi na vile na vile na vile na vile sasa bwana, baada ya maneno pia kuwa mengi watu kuwasema baadhi ya mastaa ambao wanaishi kwenye mahusiano kwa muda mrefu hawafungi ndoa, kama vile Aika na Narili ambao mahusiano yao ni zaidi ya miaka kumi hivi sasa na hawajafunga ndoa ama hawajafanya sherehe za harusi. Sasa bwana, <coughs> Bombocraft, ndugu yetu Chinga kutoka Mtwara Konde Boy amekuja na jambo lake tunaelewa bwana jambo uh, ambalo lilikuwa likitrendi la kuhusiana na Konde ni kuhusiana na mambo ya vieta, si naelewa kile kindege, tutoke kwenye kile kindege, tutoke pia kwenye ile show alioifanya, turudi sasa huku kwenye ndoa. Ndo nani au ukisikia okay, ndoa ndio nani ama ndoa ndoano, ndo hii hapa Mbona katika ukurasa wake wa Instagram Harmonize aliposti kitu ambacho kiliwacha mashabiki mdomo wazi, ama midomo wazi na kushangaa. He, ni akili zake ama akili za kushikiwa wow? ama ni kwa sababu tu kaona waongezi wake wamefanya hivi naye anataka kuiga? Watu wakazungumza mengi sana baada ya kuona tu hii posti ya Harmonize. Nikasema mimi ni nani nishindwe kuja nayo hapa eh? Nami nikasema basi, ili jambo nililete hapa bwana kwa hiyo mtazamaji, ambaye huelewi kwamba nazungumzia kitu gani hapa, Harmonize aliposti katika insta story yake na kwenye ile akaunti yake yenyewe kabisa, ile verified yenye blue tick akaposti na wakati huo akiwa amesindikizia na wimbo unaosema what do you miss alioimba na Abigail Chams. Tunaelewa huo wimbo ni mzuri sana na wimbo huo una ujumbe mzuri, lakini sasa kupitia posti yake Harmonize aliandika, japo kizungu kimekaa hapo maanake, sio kizungu, ni kidhuu Akaandika hivi mimi nakusomea, mimi ni nani tena nisikujuze hapa. Harmonize aliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuandika looks like some girls was feeling so comfortable to see me single and beg for soli lol bye. Alafu akasema tena i will be married man soon. Elewa maana ya Married man, yani mwanaume ambaye tayari kwenye ndoa, sio nilo vizuri, lakini pia akasema then will be six wedding parts, yani shughuli zitakuwa sita, yani ukichukua itano na hii namba moja shughuli zinakuwa sita. Kwa hivyo kwamba shughuli itakuwa na pati sita, just imagine. Hamnazio kasema hivyo, pati za aina gani, lakini akaendelea kusema msikitini, endi kanisani Uh, then serikalini, Serengeti Park family part then stadium guess who? Halafu akamalizia na kikopa kile ama ile emoji ya kikopa, yani yani ile yamalavilavu. Sasa hili jambo bwana likawashangaza watu na kuweka watu midomo wazi kwamba hizi shughuli sita za Harmonize amesema kwa kusema ama amedhamiria kuzifanya kweli. Mi mwana gospel nikaja hapa kusogezea habari moto moto. Kwa hivyo bwana kua, ambaye ni shabiki wa muziki wa Bongo Flava ama shabiki wa Harmonize, tegemea harusi ya Harmonize hivi soon, yani hivi karibuni. Na si harusi tu, bali zitakuwa ni party sita sionaelewa yaani, shughuli sita za harusi zitafanyika. Kwa nyie ambao hamkufanya shughuli, poleni. Kwa nyie ambao mlifanya shughuli tano, si nne, poleni. Sasa Harmonize anakuja na shughuli sita na kichwa cha habari kinasema, harusi yangu itakuwa na pati sita, hadi uwanja wa mpira upo Ulishawahi kusikia bwana mtu anafanya shughuli kwenye uwanja wa mpira? Sasa huyu ndio Harmonize amezungumza hivyo na kusema kwamba, uh, hivi soon atakuwa married man, na watu wanajiuliza, je, anamuoa nani? Ama ndio bibi yake na amara, yani Kajala Frida? Watu wanajiuliza hivyo, na watu pia imewaacha ime, ime mdomo wazi, mi pia nikiwemo kujiuliza, sawa Hivi unaweza kutangaza ndoa na hujapata mtu wa kumuoa? Hii inawezekana? hata kwako wewe pia ndugu yangu, wewe kuweza, inawezekana pia kutangazia uma kwamba nataka kumuoa mtu fulani kwa pati sita na hatujaona, na bado unasema uko singo, kwa sababu Harmonize hajaonekana kwenye mahusiano zaidi tu baada ya mara mwisho kuachana na Porsche Queen akaanza pia kuonekana kuwa na ukaribu fulani na ex wake ambaye ni Kajala, uh, mama Paula, na hii ilionekana pia hata kwenye birthday, um, ya mjukuu wa Kajala ambaye ni Amara. Alionekana pia yuko na Harmonize na wakiimba kwa pamoja kiasi kwamba watu wakaita dhaa, hawa watu bwana, wanatengeneza connection ya kurudiana ama tayari wamekwisha rudiana. Sasa Harmonize akashatangaza ndoa, watu wanajiuliza, je, anaenda kumuoa nani? Ama ndio itakuwa siri sirini baada ya ndoa, basi ndio tutafuta zile shughuli sita lakini pia nyingine, ambayo imeniacha mdomo wazi, mi naelewa Harmonize ni Rajabu, sinaelewa vizuri ni Bwana Rajabu, na tunaelewa watu wote Harmonize ni Muislamu, lakini kwa nini aseme kwamba msikitini na kanisani? It means kwamba mtu ambaye anatarajia kumwoa Harmonize huenda sio wa imani ya dini yake, yani sio mwislamu, anaweza akawa ni Mkristo. Lakini pia huenda wakawa ni watu ambao wamekubaliana kufunga ndoa mara mbili kama vile ambavyo walizungumzwa kwa Juksi kwamba alioa mara mbili, alifanya shughuli ama alifunga ndoa yake. Islam, lakini pia akafunga ndoa ya Kikristo kwa sababu watu waliamini kwamba Priscilla ni Mkristo. Kwa hivyo huenda pia Priscilla alibadilisha dini na kujiita jina lile la Kiislamu kwa ajili ya kufunga ndoa ya Kiislamu, halafu tena upande wa pili akaamua kufunga ndoa ya Kikristo na Bwana Juma Juksi. Sasa hii pia inawashangaza mashabiki kwa Harmonize, imekuwaje? Kwa nini amesema ndoa yake kwenye zile shughuli sita itafanyika msikitini na kanisani? Ikawapa watu Eh? ile nguvu ya kusema kwamba au anatarajia kufunga ndoa na Kajala. Tunaelewa wote Kajala ni Mkristo, sindio? Lakini pia Harmonize ni Mwislamu, labda sio kwa Kajala, kuna mwanamke mwingine. Lakini wengi wanahisi kwamba Harmonize kuwa mume wa mtu hivi karibuni, huenda akaamua kumoa nani, kumwoa bi Kajala hayo ni maoni ya watu wadau mbalimbali, umejiuliza hivyo, lakini pia wengi wakazungumza kwamba Monaizi bwana wewe, ustulishe matango poli bwana we, una uwezo gani wa kuoa kufanya shughuli sita hizo? Na wakati huo mwenyewe tu hata kukodi ile private jet ya maana kubwa ikakushinda. Mimi naomba nipite kwenye comment bwana, minapenda hizi mambo, napenda sana hizi mambo, mimi kupita kwenye comment. <laughs> Haya bwana, sasa baada ya Harmonize kuzungumza yote hayo na kusema ya kuyasima, komenti zikawa nyingi, watu wakadondoka pale, watu wakatiririka, wakafunguka kweli. Sasa kuna huyu bwana akasema hivi, huyu naye trendi ya juksi kuhusu ndoa yake inamuumiza akili itimisi, kwamba Uh, ndoa za ama shughuli za juksi za harusi alizozifanya pia zinamuumiza Harmonize akili, kwa hiyo ana complicate mambo, lakini pia kuna shabiki mwingine ama mdau mwingine akasema kwamba Harmonize anakopi na kupesti. Eh, anamkopi nani ya kupesti? mimi na wewe hatujui, lakini pia huyu naye akasema uh, <laughs> ukimsoma vizuri huyu jamaa utagundua ni mtu mwenye roho ya kwanini, wivu, chuki na roho mbaya sana. Sio si, si, si maoni yangu, ni maoni ya mdau kwamba huenda Harmonize baada ya kushuhudia uh, zile shughuli za juksi zilipokuwa nyingi kwa yakaingiwa na wivu sio jua, kwenye ubinadamu lazima kuna wivu. Ukipata mafanikio ama ukimwona mtu kaendelea ama kafanya kitu kikubwa kuzidi, basi inaanza kukuumiza akili. Kwa hivyo huyu anamaanisha hivyo, lakini pia huyu anasema sasa kwa kukodi vieta ataweza hizo ndoa sita na ya mpira na wabongo tusiopenda kusapotiana, huyu amezungumza hivyo <laughs> lakini komenti nyingine, bwana ambao anadondoka nao hivi sasa, huyu anasema kisa dai kaoa na yeye huyu, kisa juksi kafanya sherehe na yeye huyo huyu, akaeka na kimoji cha kucheka. Hizi ni komenti kuhusiana na posti ya Harmonize. Lakini huyu anasema tunasubiri mzee wa vieta, ili angalia usije ukafirisika maana kuiga kubaya, akacheka pia kwa imoji na huyu naye akasema pati sita, labda si yule bibi maana hataweza, kaeka mara magoti yameshakauka uroto utazimia <laughs> bibi ni nani anatambiaana uh, kuolewa na Harmonize? Mi nawe hatujui. Komenti ni nyingi hapa, lakini pia huyu anasema kwa kuiga tu ana medali zake. Na huyu anasema <laughs> sawa, pati zitakuwa sita na umepanga mpaka sehemu, vipi mke tayari yupo? Afu akaandika hashtag Harmonize. Yaani watu bado wanajuliza kama hivi ambavyo mi nimejiuliza kwamba unatangaza ndoa, sawa tunaelewa lakini vipi mke yupo? Kwa sababu bwana hamnawezmtutangazia ndoa hujatuonyesha mke mtarajiwa ni nani eh? lakini pia huyo anasema <laughs> sawa bwana, huyo anasema haya maneno sio mageni jijini, labda kwa waliofika leo na gari la vitunguu saumu sawa. Lakini huyo anasema <laughs> <laughs> Haya bwana, wengine wanazungumza kwamba sababu pia Hamisa ameolewa, ndio maana ha anawezi kaamua kusema hivyo. Lakini pia huyu anasema, huyu hawezi kuoa, alimooa Sara akamfanyia kila kitu, baadae akamfanyia uswahili na hiyo anasema anateswa na, na laana ya usaliti na lazima ajue hawezi kushindana na Diamond. Ndoa imani na mapenzi ya kweli siyo sherehe kubwa. Lakini pia anasema kwani? na, ma... <laughs> na Manara naye si alisemaga kama yeye alipomwoa Zai mwenyewe alikuwa anamwita twiga wa Buga. Haya <laughs> bwana huyu pia wanasema kwani ndo mara ya kwanza kuoa? Mbona hizo sherehe kubwa sita hazikuwahi kuonekana? Hizi ni baadhi tu ya komenti za wadau ama mashabiki wa mziki, lakini pia huyu anasema, jamani mm, anasema ana haki bana, alivyokazana k okay, sawa. Lakini pia huyu anasema sawa, Harmonize ongera na komenti ni nyingi bwana, kuhusiana na hiyo inshu ya Diamond uh, ya Harmonize kuhusiana na kuoa, kwa sababu tu tayari amemoa amemwona Diamond amemoa Zuchu, na maswali yamekuwa ni mengi. Watu wanajiuliza hivyo kwamba Harmonize anatangaza ndoa, anamoa nani? Sisi ni kina nani? Tusubiri tu kushuhudia hizo shughuli sita e, zikifanyika msikitini na kanisani, lakini pia uwanja wa mpira, bila kusahau Serengeti Park, shughuli ama sherehe za nyumbani na wanafamilia. Yote haya ni kutoka kwa Bwana mkubwa Harmonize ama Konde Gang. Drop comment yako ni muhimu sana hapo, msikilizaji na mtazamaji, kutokana na hiki ambacho tunazungumza hapa. Lakini pia kabla ya kudrop comment yako mtazamaji, basi unaweza tu ukasubscribe, ukachagua 69 Media na kuwa channel yako pendwa kwa ajili ya kupata exclusive updates zetu zote. Sami baby, bado niko hapa.